Ebwana, nadhani wewe ni mdau mkubwa wa mpira. Wewe ni mdau mkubwa wa soka la Tanzania. Muone iwe Simba, iwe Yanga, iwe Azam, iwe KMC timu zote ambayo wewe ni mdau ni au mpenda mpira, mpenda soka. Sasa tunahitaji mpira wetu uendelee na ukue hapa Tanzania. Muone kuna vizazi tofauti tofauti ambavyo viko chini vinakuja. Sasa leo tunapofanya vitu kama hivi hivyo, tutakuwa nafanyaje? Sasa tuangalie kipu hii hapa, ili tujue tatizo lipo kwa marefa, tatizo lipo kwa malazimeni, tatizo lipo chama cha soka au tatizo lipo kwa haiki TFF yetu, tutajadili wachezaji wa Songea wakiamini kwamba mpira ulitoka nje. Ni kweli ndiyo, kwa asilimia mia moja mpira ulikuwa nje, lakini jukabuya haikumkwamisha kuweka mpira kwenye net. Wanasalia kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC. Metambalizwa mpira ule, Mudathiri Yahya akabadilisha pasi katika njia imekataliwa Mzize Clement, katika nafasi chama Nadhani umeona sasa. Je, yeah, tatizo kubwa lipo sehemu gani kwa chama cha soka? Au tatizo lipo TFF au ni sisi wenyewe wanasoka soka au wenye timu? Komenti hapo.